Wanaanza kupandikiza chuki Waislamu hawachukie wa wale wasiokuwa Waislamu, na wasiokuwa Waislamu hawachukie wa wale ambao ni Waislamu, hili tusikubali. Surat alladhina an'amta alayhim khairul maghdubi alayhim wa ladhallin rabbana amana faqfilana wa kina azabannar rabbana amana faqfilana wa kina azabannar ya Rabbi Mwenyezi Mungu Mola wetu mlezi Mola uliyeumba mbingu saba Mola uliyeumba ardhi Mola uliyeumba una vinavyoonekana na wewe ndo uliyeumba visivyoonekana Mwenyezi Mungu uliyeumba tunavyovijua na wewe ndo uliyeumba tusivyovijua tuna wewe ndiyo Mola na wewe ndio Mola wetu tunakuomba huruma yako tunakuomba rehema zako tunakuomba nusura yako tunakuomba msaada wako tunakuomba hifadhi yako, tunakuomba Mwenyezi Mungu tuhurumie, utuhurumie Mwenyezi Mungu, tupe amani Mwenyezi Mungu, tupe utulivu Mwenyezi Mungu, tupe furaha ya mwili na moyo Mwenyezi Mungu, tunakuomba amani ya mwili na moyo Mwenyezi Mungu, tunakuomba utulivu wa mwili na moyo Mwenyezi Mungu, tunakuomba nusura na msaada, tunakuomba utuondoshe katika misukosuko, tunakuomba utuondoshe katika mabalaa, tunakuomba Mwenyezi Mungu utupe mji wetu nchi yetu amani tunakuomba Mwenyezi Mungu, yale yaliyotaka kuja yaepushe, Mwenyezi Mungu yaepushe, Mwenyezi Mungu yazuie, Mwenyezi Mungu wewe juu ya kila kitu ni muweza. Tunakuomba Mwenyezi Mungu utupe mji wetu wa Katavi amani, tunakuomba utupe utulivu, tunakuomba utupe maelewano, tunakuomba utupe ushirikiano Mwenyezi Mungu juu ya kila wewe ni muweza. Mwenyezi Mungu umesema tukuombe na ahadi yako, Mwenyezi Mungu umesema wewe ni mtoaji wa majibu Tunakuomba kwa huruma yako utujibu dua zetu. Mwenyezi Mungu, tumekusanyika hapa watu mbalimbali mbali, na wenye shida mbalimbali mbali, na wenye haja mbalimbali mbali. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tusamee madhambi yetu yaliyo ya siri, yaliyo ya dhahiri, ya ya tuliyofanya kwa makusudi, tuliyofanya kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu, tuliyofanya makubwa na tuliyofanya madogo, tuliyofanya hali yakuwa tunajua, tuliyofanya hali yakuwa hatujui Mwenyezi Mungu, tunakuomba tusame yale ambayo tumesha yasahau na yale ambayo tunayoyakumbuka, yale ambayo tunayataja na yale tusiyoyataja. wasalamu na alal mursalina walhamdulillahi rabilalamin Wakina wakinamama, hatuna uwezo wa kukimbia vita. Tunaona ndugu zetu wa Palestina, watu wa Gaza wanapopata shida, wanawake kwa watoto tunaona wanavyoteseka na machafuko yanayotokea katika nchi yao, na sisi tukaona kupitia mifano katika nchi zetu, nchi za wenzetu tukaona, na sisi kutokana na haya yaliyotokea katika nchi yetu, tukaona tuanzishe dua, tumwombe Mwenyezi Mungu atunusuru na machafuko yote yanayoweza kusababisha tukafarakana, tukapata shida. Sisi kama wanawake, kama kina mama, tuna kumbukumbu kumbu, mwaka elfu mbili na nane katika nchi ya Kenya, baada ya uchaguzi ilitokea vurugu ambazo zilianzishwa hivi hivi na baadhi ya wanasiasa, wakapelekea taifa la Kenya kuingia katika machafuko makubwa sana, ambapo kama tunakumbuka vizuri, takriban zaidi ya kinamama elfu 9 kama sikosei, na walibakwa kwa sababu tu hawakuwa na uwezo wa kukimbia kufika mbali, kukimbia vile vita. Hivyo kinamama, tumlilie Mwenyezi Mungu taifa letu lisiingie katika machafuko. Tumlilie Mwenyezi Mungu viongozi wetu wapate majibu ya haya yanayoendelea katika nchi yetu. Sina mengi ya kusema na, na washukuru kwa kuitikia wito huu. Asalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh. Wabarakatu kinamama wote kwa ujumla wenu, ninafahamu humu mko mchanganyiko, kuna ambao ni waislamu na kuna ambao sio waislamu Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu wameandaa kongamano hili kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na wanafanya hivi kwa sababu akinamama siku zote ni walezi, akinamama siku zote ni watu wenye huruma, akinamama siku zote ndio waathirika na wahanga wakubwa kama inavyofahamika kwamba katika nchi yetu kumekuwa na hili na lile, ambalo linatuonyesha kwamba huenda kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutujalia kuwa watulivu, tunaweza tukalipeleka taifa letu katika majanga. sisi kama wa Tanzania tumeishi katika nchi yetu hii kwa muda mrefu tokea tumepata uhuru na kabla ya kupata uhuru na tumekuwa tukikaribiana kwa mambo mbalimbali mbali. Kwa mfano tuko hapa tumekutana wote, kuna akina mama ambao ni Waislamu, lakini kuna akina mama ambao sio Waislamu bila kujali tofauti zetu za kidini lakini tumekutana, na hivi ndivyo inavyotakiwa kwamba sisi tubaki na hizo dini zetu, lakini hizo dini zetu zisitugawe sisi katika makundi makundi, wala dini zetu zisitufanye tubaguane, kwamba hawa ndio wanaofaa na hawa hawafai. Hilo ni jambo baya na ni jambo ambalo hatuwezi tukalikubali liendelee kuwepo katika nchi yetu. Ukipita kwenye mitandao ya kijamii utakutana na hayo, utakutana na watu ambao wanaanza kupandikiza chuki. Waislamu hawachukie wa wale wasiokuwa Waislamu, na wasiokuwa Waislamu hawachukie wa wale ambao ni Waislamu. Hili tusikubali hasa katika mkoa wetu wa Katavi tuendelee kushirikiana kama hivi leo. Humu nikimwambia mtu yoyote hapa mbele aende akamtafute yule asiyokuwa ku, Mwislamu anaweza akamkosa, kwa sababu mashaallah, wote mmekuja mnajua tunakuja kwenye kongamano la Waislamu, mmejistiri vizuri, mmependeza vizuri, na hivi ndivyo inavyotaka wewe kama mzazi kule kwenye familia familia yako, kuna kitu inakudai miaka nenda rudi, lakini unania njema kwamba hicho kitu utakitekeleza kwa mfano masomo na kadhalika. Kwaiyo na sisi tunaamini kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndiyo inayotutumikia sisi wananchi wake, zile haki ambazo tunahisi hizo ni haki zetu tuendelee kuzidai katika namna ambayo inayotakikana, katika namna ambayo italeta utulivu katika nchi yetu, italeta mahusiano mazuri katika nchi yetu, na sio kwa namna ambayo italeta vurugu katika nchi yetu.